Sikukuu ya wafanyikazi kote nchini ilifanyika mapema hii leo, huku wanasiasa wakionekana kuchukua fursa hiyo kuwarai wafanyikazi waliofika katika bustani ya Uhuru. Jukwaa lilibadilika na kuwa la kisiasa huku swala la IEBC likionekana kuwa mada kuu katika siku ya leo. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Hussein Mohammed, hii hapa taarifa yake <todiculti> Mvua inayoendelea kunyesha haikuwazuia wa wafanyakazi hawa kuonyesha umahiri wao katika kazi wanaoifanya kutoka sekta ya kibinafsi hadi kwa serikali walifika kuhusika ifaavyo kwenye sherehe hizi. Rais Uhuru Kenyatta alikosa kufika, badala yake aliwatuma mawaziri kumi na watatu katika sherehe hii wakiongozwa na waziri wa leba Phyllis Kandie. Hata hivyo jukwaa likabadilika na kuwa la siasa seneta wa Nairobi Mike Sonko na mbunge maalum Johnson Sakaja anaogombea kiti cha ugavana. Kila mmoja alichukua fursa hii kuwarai wafuasi wake. Wale vijana ishirini wa Sakaja watulie, na wale watu wengi wa Sonko pia watulie. Ndugu yangu, Sonko ni ndugu yangu sana, na najua Sonko Sonko hapa, najua kuna vijana wanakupenda na najua kuna vijana pia mimi wananipenda. Huku wafanyakazi wakionekana ni wenye maono tele katika siku hii, mada iligeuzwa na kurejelewa mjadala wa kuiondoa tume ya IEBC, huku wale wa Jubilee wakiwataka wa upinzani kufuata taratibu za katiba. Si kwamba tunaogopa kwenda ile resi, lakini tunataka rifari awe ni yule hajaegemea upande wowote. Hii IEBC hata sisi hatuitaki Hatuhitaki hii IEBC, ni ya Raila wewe Sonko, acha hata sisi hatuhitaki, lakini tufuate sheria, leta mswada huko bunge, tuwatoe, tujikane, tuende uchaguzi. Hiyo IEBC nusu yake ikakuwa ya Tinga, nusu ingine ya Kibaki. Leo hii kama kuna watu ambao wangetaka kisiasa IEBC toke ingekuwa ni sisi. Hata hivyo haikuwa siku kufana kwa wafanyakazi hawa walioondoka kwa kutopata nyongeza ya marupurupu, huku mwaka jana serikali ikiongeza asilimia kumi na mbili kwenye mshahara wa chini.